Sifa kubwa ya kwanza ambayo Bibilia inamweleza Shetani katika kitabu cha Mwanzo sura ya tatu ni werevu. Mtu mwerevu huja kwa uongo ambao umefungwa kwenye kweli anayoifahamu, lakini anajaribu ku kuonyesha namna nyingine unayoweza kuishi bila ile kweli, na lazima uwe makini, kwa sababu mtu mwerevu kwanza huwa anakuwa na majibu ya kila swali utakalomuuliza na anayajibu kwa haraka. Wakati mwingine, hata hujamaliza kujibu kuuliza hilo swali, utaona tu amekujibu kwa haraka. Watu wa namna hii lazima uwe nao makini. Ni heri kuwasikiliza watu ambao ukimweleza jambo anaweza kuomba muda kidogo, alitafakari awaze, alafu akushauri, kuliko mtu ambaye hujamaliza kusema tayari ameisha kupa jibu. Watu wa namna hii wanaweza kukupotosha. Sasa Biblia inaeleza wazi katika Mwanzo sura ya tatu aya ya kwanza: basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati! hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Watu werevu wako hivyo, anaweza kukuuliza swali ambalo kwa kweli anataka wewe ndio uanze kuhama kuelekea kwenye uongo anaotaka kukuletea. Na kila mtu mwongo anaujua ukweli anakudanganya ili akuhamishe kutoka katika kweli, ufuate uongo wake. Anakuwa na maslahi ya kwake mwenyewe, au anataka kukuona ukiangamia. Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza ukweli unaofahamu, kuwa na uthabiti katika ukweli unaofahamu. Nyoka ni mwerevu. Nyoka anaanza kwa kuuliza, ati, hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu, miti yote ya bustani msile? Hasemi kwamba kuna mti mmeambiwa msile huu mti m mkila mnakuwa hivi, lakini kwa kweli Mungu amewadanganya. Anaanzia mbali, na watu werevu wanapokuja kuyaangusha mambo kwenye maisha yetu, huwa wanaanza mbali. Lazima uwe makini sana, utege sikio lako vizuri, usikilize kwa makini. Sio sauti zote ni sauti zenye baraka, ziko sauti zidanganyazo. Yako maswali ambayo kama tukiyajibu tunaweza kuingia kwenye maanguko makubwa lakini uki ukiangalia mwanzo, ni maswali mazuri, yanapendeza, unashawishika kama utie neno. Kuna watu walianguka kwenye dhambi kubwa kwa sababu marafiki zao tu waliwauliza maswali, kijana wa namna hii hunywe hata pombe? Alafu swali hili dogo ambalo lingejibiwa vizuri linaweza kuwa anguko kubwa kwa mtu, kwa sababu anaanza kutengeneza mfumo wa mawazo ya kujiona duni. Anajiona nimechelewa kuanza kunywa pombe, vijana wenzangu wanakunywa pombe, vijana wenzangu wanavuta, vijana wenzangu wanafanya zinaa. Matokeo yake anaingia katika hilo dimbwi, kwa sababu tu ya kifunguo kimoja cha uwerevu ambacho shetani anakitumia, swali dogo tu. Mungu akutunze, Mungu akulinde, usije ukaharibiwa na chochote ambacho shetani anakileta kwako. Natuombe. Bwana Yesu, ninakusifu na kusifu na kutukuza, sante kwa kuwa tunaye Roho Mtakatifu ambaye yeye hutukumbusha kweli yote. Nakusihi na kukuomba Roho wako Mtakatifu ashike moyo wa mtumishi wako huyu, endelee kumkumbusha kweli yote mahali popote, sauti zijidanganyazo zinapoinuka, sauti zenye tamaa ambayo zinapoinuka, shetani anapokuja na maswali yake ya werevu, kampe uthabiti ndani ya moyo wake, ajue namna ya kushinda na kuvuka na ukamsaidie e Bwana katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, amen. Mungu akubariki sana, neema ya Mungu ikutunze. Asante kwa kuungana nasi.